Kwa majina ninaitwa uh, Dr. Lazaro Kilian Komba mkuu wa uh, wilaya ya Kalambo uh, sisi katika wilaya yetu ya Kalambo tunaupokea mwenge wa uhuru tarehe 30 ya mwezi 9 mwaka huu elfu mbili na 25, na kimsingi mwenge huu wa uhuru tutaupokea katika kijiji cha Mbuluma ambapo pia kutakuwa na mradi wetu wa kwanza wa shule uh, ya sekondari Urumu, shule ya kisasa sana Otutaupokea pale na tutafanya kazi ya kuweka jiwe la msingi katika shule ile ya sekondari ya lum. Lakini mwenge huu utaendelea na safari ya kilometa mia moja themanini na nne katika wilaya nzima, na ukitoka pale utakwenda kufanya kazi ya kuweka pia jiwe la msingi katika daraja, daraja lililotumia teknolojia mpya, teknolojia ya ya mawe. Madaraja haya yanaitwa madaraja ya upinde wa mawe. Tutaweka jiwe la msingi pale kwenye daraja hili lenye jumla ya shilingi uh, milioni 700. tukitoka hapa tutakwenda kuwatazama vijana wetu e, katika uh, shule ya sekondari uh, Mkoe, na pale tutakuta kuna clubs mbili za vijana. Club ya kwanza vijana hawa wanazungumza kujadili na kufundishana namna ya kupinga uh, matumizi ya dawa za kulevya katika nchi yetu. Uh, wanapeana maarifa ya lakini klabu ya pili ni, ni, ni vijana wale wale uh, wanafundishana uh, namna ya kupinga e, rushwa katika, katika nchi yetu, madhara ya rushwa uh, na ubaya wa rushwa kuwepo katika, katika nchi yetu. Tukimaliza kuwatazama vijana hawa wa rushwa na dawa za kulevya, mwenge wa uhuru utakwenda kufanya kazi ya kuzindua uh, madarasa yaliyojengwa katika shule uh, ya msingi Buza. Hapa tumejenga madarasa ya kisasa sana ambayo mara zote yanafanana na mahitaji ya sasa ya elimu. E, tukitoka kufanya uzinduzi uh, wa madarasa yale, tutakwenda kwenye miradi ya afya. Mradi tutakaokwenda kuzindua ni mradi wa zahanati ya kijiji cha Singiwe. Zahanati imejengwa kwa mahitaji yanayozidi uh, nafasi ya zahanati uh, eneo hili limekamilika, huduma itaanza kutolewa immediately baada ya uzinduzi wa kituo hiki amini zaanati hii ya Singiwe. Baada ya hapo, tutakwenda kufanya kuweka jiwe la msingi katika mradi wa soko. Utakumbuka wilaya yetu hii sisi ni mpya, kwa hiyo hatukuwa na soko lile la pamoja kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini serikali imetupatia pesa, tuko katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa soko hili, kwa hiyo pale tutakwenda kuweka jiwe la msingi, na soko hili liko katika mji wetu huu wa hatari baada ya hapo tutakwenda kutazama e, matumizi ya nishati safi ya gesi ya kupikia. Mradi huu tumeuweka katika shule ya sekondari ya wasichana a, ya Kalambo. Lengo la mradi huu wa matumizi ya nishati safi ya gesi ya kupikia ni kupunguza au kuachana kabisa na matumizi ya kuni ambayo kimsingi yanakwenda kuhatarisha mazingira yetu katika wilaya yetu ya Kalambo. Mradi huu ni substitute, ni mbadala wa matumizi ya mkaa na katika i baada ya mradi huu sasa uh, mwenge wa uhuru utaelekea kwenda kuzindua mradi wa vijana. Mara zote tumekuwa uh, tukisisitiza serikali hii ya awamu ya sita uh, na serikali nyingine zilizotangulia kwamba serikali iwezeshe vijana iwezeshe akina mama lakini iwezeshe wazee. kwa hiyo kwa sasa tutakwenda kushughulika na vijana ambao serikali imewawezesha kupata fedha za mkopo ule wa halmashauri wa asilimia kumi kwa ajili ya shughuli zao za ufundi charahani. Wamenunuliwa charahani, wanafanya kazi nzuri ya ushonaji na mradi huu unaenda kutia hamasa kwa wengine lakini pia kunyanyua kipato kwa wananchi, wale wanaoshughulika na mradi huu wale vijana wetu katika wilaya. Na mradi wa mwisho sasa baada ya hapo utakuwa ni mradi wa maji. Na mradi huu uko katika kijiji cha Kaluku. Lengo la mradi huu ni kuendelea kutekeleza sera za serikali za kumtua mama ndoo kichwani. E, mradi tutaweka jiwe la msingi katika chanzo kile cha cha mradi wa maji, lakini pia maji yale yamekwisha fika katika jamii, kwa maana ya DPs, maeneo ya kuchotea maji katika jamii. Lengo ni lile lile, kuhakikisha huduma hii ya upatikanaji wa maji inakuwa karibu na wananchi na tunamtua ndoo mama kichwani. Sa, nitumie fursa hii eh, adhimu. Unajua mwenge ni furaha, pamoja na kufanya mambo mengine yote kuangazia umma, kutuunganisha wananchi wote wa Tanzania kama kazi yake kubwa ilivyo, lakini mwenge ni furaha, na kwa bahati nzuri mwenge huwa haulani, mwenge unakesha. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba wananchi wote wa wilaya ya Kalambo, hasa wale walioko katika mji wetu wa Matai, tukakeshe pamoja katika viwanja vile vya shule ya sekondari Uh, shule ya msingi uh, iliyoko hapa na Mlangwa, tukeshe pamoja tufurahi pamoja, watapata kula pale, watapata vinywaji, ili mradi tu mwenge huwe furaha na tukeshe wote kwa pamoja mpaka siku ya pili ambapo mwenge huu tutaukabidhi katika wilaya nyingine. Karibuni sana.